Wale ni askari ambao wao wanalinda nchi wanalinda mali za watu, mali za raia. Mali zinaharibiwa watu wanatia moto, askari afanye nini? Watarajia nini wewe? Haya mengine watakuwa wanajibu wao, ikiwa watazipata hizi sauti, watakuwa wanajibu huko kwenye mahekalu yao na, na, na kwenye makanisa yao. Hapa tunaelezea ya amani, lakini najua baadhi ya pointi mimi na washuti wao moja kwa moja kwa sababu hii nchi ni yetu sisi sote, sio ya nchi ya askofu wala ya padri fulani wala ya mchungaji. Hii nchi ni ya kwetu sote. Mimi ni Mtanzania alisia alasliu, hii ni Mtanzania. Kwa hiyo na haki ya kusema yale ambayo ya sawa, hasa nakuona pale kwamba haya mambo tukiyanyamazia, ni sababu ya watu wengine kujiona kwamba wao wana haki na wana haki ya kusema, bali wana haki ya kuamrisha serikali. Sio jambo la sawa. Na nukta ya kwanza, tunaposema haki, haki ni nini? Tukisema haki, haki ni nini? Haki inamaanisha upatikanaji wa kile ambacho cha sawa cha msingi au cha haki kwa kila mtu. Ndio maana ya haki, kwamba kupatikana kitu kwa haki kwa sawa kwa kila mtu apate haki yake. Hii ndio maana ya haki. Ndio maana ikasema kwamba iwezekana kweli ikawa ni kweli haki. Swali, je, yeah, waislamu sio watu wenye haki katika nchi hii. Hii ni swali, ni lazima tupate majawabu, kwamba je, Waislamu sio watu ambao wana haki katika nchi hii? Swali la pili, Waislamu hawana mchango mkubwa ambao waliotoa katika kupatikana uhuru wa nchi hii? lazima tujiulize, tunawauliza wao watupe majawabu. Nani ambaye asiyajua mchango ambao wameutoa waislamu katika nchi hii kupatikana uhuru? Mpaka wazee wetu wamekufa kwa sababu ya kupambana na uhuru, watu walikuwa wanamshika wana yule baba wa taifa wanampeleka wana, anafunga saumu, wanashinda naye ndani ya funga, lengo upatikane uhuru wa nchi hii. Waislamu wana mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kufikia hatua mkajalia kwamba Waislamu ni daraja ya pili au ya tatu, si jambo la sawa katika nchi hii. Lakini pia suali jingine, Waislamu sio binadamu au ni kama mjama mwingine, tupunda ng'ombe si binadamu, si? Maanake leo kuna watu ambao walisimama wakasema ah, unajua kuna haki za binadamu. Haki za binadamu zimekiukwa. Haki za binadamu zipiaj? Haki za binadamu zipi tukisema <coughs> Waislamu au haki za binadamu hawa haki za binadamu muda si mrefu, na pengine mpaka leo wa Palestina wanakufa. Haki gani za binadamu zilisimama na wakasema wale ambao wanakufa? Au kwa sababu ni Waislamu hawana haki lao? Kama wangelikuwa ni makafiri wale, dunia ingesema, lakini kwa sababu ni Waislamu watu wakachukulia kwamba ah, Waislamu hawana haki, kwayo Muislamu ni kama vile punda ufupi wa maelezo kuhusiana na haki, kwa maana ya kwamba jambo la kwanza, tukisema haki ni kutendewa kwa usawa, yaani kila mmoja apate usawa wake, kila mmoja apate haki yake. Swali, usawa uko wapi leo katika nchi hii? Haki iko wapi baina ya Waislamu na Wakristo katika nchi hii? Iko wapi wa haki? Kwa sababu unaposimama ukasema kwamba haki, haki, maana yake ni kutendewa haki kwa usawa. Hivi watu wanadhania kwamba <clears throat> sisi Waislamu hatuji chochote ambacho tunachoendelea katika dunia, kwamba baina ya serikali na Wakristo. Twajua mpaka ruzuku ambazo wanazozipata, ruzuku hizo zinatoka serikalini zile pesa na mali. Yale mafungu ambayo wao wanachota ni mafungu ya kodi za Watanzania ambao tukiwemo Waislamu. Leo Waislamu wanatoa kodi zao zinakwenda kanisani. Tunajua sisi. Lakini je, ni nani aliye kusimama na kusema kwamba na Waislamu wapewe? Waislamu wana haki kwa sababu ya kile ambacho kinapatikana na haki yao. Jambo la tatu, maana ya haki wanasema ni kupatikana kilicho kilicho chako bila ya dhuluma, pasina kudhulumiwa, ndio maana ya haki. Swali, hebu tuambieni nyinyi, mnadai kwamba serikali haifanyi haki. Je, nyinyi mnaidai serikali, mliwapa nini? Serikali wamewadhulumu ni kitu gani? lazima nipatikane jawabu. Na tukienda katika nukta ya uhuru, uhuru pasina mipaka ni vurugu, na haiwezekani. Hata majumbani kwenu pia kuna mipaka. Hakuna askofu wala mchungaji ambaye atakasema ah watoto wacha waongee tu. Lazima nyumbani kwako umeweka utaratibu, mtoto ataongea kile ambacho kinastaji kuongea, kinyume cha hapo la hawezi kuongea, utamziwia. Kwa nini serikali isiyo na utaratibu? Hakuna serikali ya sampuli hiyo, kwamba kila mmoja ana haki ya kusema, ana haki ya kuongea uhuru. Hakuna jambo hilo cha ajabu. Sasa kama Waislamu wakiongea mambo au baadhi ya mambo, utasikia watu wanasema huyu mambo ya udini. Cha kwanza, ngiwa gaidi huyu, atazamwa huyu ni gaidi tu, huyu udini huu. Lakini hayo anayosemwa huko, watu wala wasimi kama udini. Alafu baya zaidi, utakuwa unasoma zile comments za watu wengine, utaona majina yao ya Kiislamu, wamdhania kwamba huyu ni Muislamu pengine ngine lakini hajui kitu gani anachosema, anasimama anaungana na maaskofu, ambao wao lengo lao sio kingine, tusidanganyane hapa. Lengo lao kwa nini? Anaongoza mwislamu, basi hii ndio shida. Kwa nini umama anaongoza mwislamu, anaongoza baba wa taifa hatukusikia maneno sisi, akaongoza Mzee Mwinyi, watu wakatia maneno mengi sana. h nchi inaongozwa na mwanamke anachukua ushauri kwa ko kwa mke wake, ikawa nchi nchi nchi, lakini wanasahau yale ambayo yalikuwa hayako kwa kupitia Mzee Mwinyi rahimahullahu taala, nchi ikafunguka watu wakavaa nguo, watu walikuwa wanavaa mifuko. Nchi hii ilikuwa, ukikamatwa na kipande cha sabuni unakwenda jela wewe, lazima ukatoe maelezo. Nani ambaye asiyajua? Sisi tumewaona, si kwamba tumesimuliwa. Leo pana sema vibaya Waislamu, ambao ni sababu ya watu kufunguka maisha yao. Akaingia Mzee Mkapa. Alipoingia mzee Mkapa akasema maneno mengi, fungeni mkanda na vitu gani. Hakuna aliyesema watu, kimya bali. Waislamu pia waliuawa, hakuna aliyesema watu. Walikuwa walikufa Waislamu sana tu, na haya akayaandika kwenye kitabu chake, haya yapo, akiomba msamaha kwa yale aliyoyafanya, lakini nani alisema? Watu walikaa kimya. Kila kabisa hakuna lisi, kwa sababu waliokufa ni Waislamu wa leo. Hawa waliokufa miongoni mwao ni watu ambao mtu anasimama, askofu anasema hawana silaha, wamechoma na nini sheli za watu, wamechoma na nini magari ya watu, wametia hasara za watu, bali ni majambazi, ni wizi, hakuna sheria hiyo. Inakuwaje mambo haya? Akaingia Kikwete, watu wakamsema kazi kuchekacheka tu nataka ah, nini nyinyi. Lakini wakati huo wao wenyewe wanakiri, makanisa, maaskofu, wachungaji, unawasikia wanakuambia, wakikaa waislamu tunanufaika sana sisi. Sasa kuna mambo ya OIC ambayo jambo hili ni jambo linalohusu waislamu Hili ni jambo linahusiana na Waislamu. Mwaka 1992 nyinyi mliingia mkataba na serikali wa kuchota pesa, twa jua haya mambo, mkachota mchochota mpaka kesho machota nyiyi pesa. Waislamu walipokuja kutaka kujiunga na OIC, nyinyi mkaumia, na waislamu walipeleka jambo hili bungeni, kuomba kwamba lipitishwe na swala ukadhi, lakini nyinyi mlilipinga kwa nini milipinga? Kwa sababu ya kutazama kwamba waislamu sasa makazi sasa watalipwa mishahara kutoka serikalini, na mnaona kwamba waislamu hawana haki kwayo, nyinyi ndio mna haki zaidi ya haya. Twayajua sisi, tulikuwa tunanyamaza, sasa tunayasema, mjue twayajua, wala tutaji dunia hiyo, twawaambia dunia ijue ya kwamba tunajua na hichi mnachokifanya kutakuchafua hii nchi twajua. Na haya ndio malengo ya kanisa duniani hasa Katoliki. Hii ndio kazi yao, kazi yao ni kupambana popote. kuna, kuna makala ipo inatembea, ukielezea mambo mengi tu kuhusiana na historia duniani. Katoliki kishika nchi lengo lake ni nini? Hakuna maendeleo wao, na masilahi yao tu. Kuna mchungaji mmoja nilimsikia anaongea jana jana, wajuzi Asema kanisa limepoteza ni mwelekeo, nishaingia kwenye siasa. Akasema najua mmetukana sana, tukaneni tu, lakini huu ndio ukweli, mmepoteza mwelekeo. Sisi twasema kwamba umepotea wao, hajapoteza mwelekeo, washapotea kwenye dini tuliposimama, hiyo dini yao haiko sahihi. Sikukuelezea huko, lakini nawaambia na, na, kwamba sikupotea kwenye siasa tu, maana kwenye siasa ataponda pia, yuko huko, si uko nao huyo ponda, na yuko nao. Ndio mwanaharakati watu wengi wanaona kwamba ni shehe, hawa ndio mashehe njawa. Akapita Kikwete, akaja mzee Magufuli akatawala, wakaufyata fya, hakuna aliyosema. Na mpaka siku moja nakumbuka aliongea maneno akawapa onyo. Mbona mnaficha ile audio au video, mbona mnaificha? Iyo video hevo itumeni. Alionya kwamba nisisikie walaka sikkituga wenu wenuo, ole wenu na akasema, mimi najua duniani nyinyi ndio ambao mnaoleta vurugu. Akatolea mifano ya huko kwa Watusi owak Watusi na Wahutu wake mwanda, akatolea mfano le ule watu walikuwa wakikimbilia kanisani wanauawa, wakikimbilia msikitini wanapata amani. Kwa nini? Kwa sababu lengo lao kanisa ni uongozi, hawana chochote. Sasa simmataka tuseme, kwa sababu kuna watu leo wanalalamika, unawasikia nakwambia, ah utekaji umekifiri watu wanauawa, ni kweli. Kwani mwanza kuawa leo? Kwani mwanza kutekwa leo? Nani asiyejua ilijama katika sehemu ambazo watu wamepotea, viroba vimeokotwa kwenye mifereji, baharini? Mbona mnajua wapi? Mbona msemi kweli wa kweli? Mbona mliufyata kipindi cha cha Kikwete, watu walikuwa na mambo ya mchakato wa katiba, wakapambana: katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya. Kikwete akaitikia, lakini baadaye alipoingia Magufuli, kabla ya katiba mpya ile, watu wakanyamaza kimya, hakuna niongelea katiba mpya. Akaondoka, alipoingia mama tu, mama Samia, tayari katiba mpya, katiba mpya, kwa sababu tuateka haki sisi Hawa watu wataki haki. Hili jambo lazima ujitambue, hasa Waislamu, hasa vijana. Kuna watu wanajiingiza katika mambo wala hawajui. Hawa lengo lao ni Uislamu. Ha antum tuhibunahum wala yuhibunakum, hii ndio. Mmewapenda wao wala wakupendeni. Hili jambo lazima ulitambue, wao wana chuki na Uislamu wa na wanapambana dhidi ya Uislamu na, na watolala ukasikia maneno mengi leo mitandaoni, kila kitu, dunia dunia dunia. Nani kwainaoso na rais wao? Ni nchi gani ambayo haina rais? Msituchafulie nchi yetu. Mmeshindwa ku, kuishi hapa, hameni, kama alivyosema mlio, ambayo sikuishi hapa ahame. Lakini wallahi hatutowacha kuyasema haya mambo kwa sababu tukinyamaza wanatuona kama vile sisi mabwege fulani hivi, hatujui mambo. Twajua tena. Nataka niwaambie jambo, sisi bwana, tuna mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Lau kama ingelikuwa dini yetu hii inasema si wanafanya hivyo na si tufanye hivi, tungeshachafua siku nyingi sana na hakuna ambaye angeweza kuzuia Nawaambia mimi, lau kama dini yetu ilikuwa inaruhusu tungewaambia Waislamu, sasa tupambane, tungepambana, lakini dini yetu turuhusu. Sisi ni watulivu sana tena sana, tunatulizana, tuna subira, tutawapa Waislamu subira, lakini haya lazima tuyabainishe. Allahu almusta'an tena <coughs> katika ile nukta ya, ya OIC kadhalika na ukadhi waliongea maneno mabaya sana. Wakasema ah, haya maneno haya yani, hizi ajenda na vitu gani viingizwe kwenye katiba, katiba itanajisika kwa maana yani yale mambo yetu sio ukadhi ya OIC yatainajisi katiba ya nchi, kwa maana ni tohara sana. Wao wanashindwa kujitambua kwamba je, wao wako tohara hivi? Wao na nguo kumweka hapa, nani nani, anatoa nafuu hilo jawabu? Watakuwa nalo wao, sitawaambia. Kwamba katika Uislamu sisi tuna mwongozo ambao ni sahihi, hatukuwa na vurugu, tukakaa kimya, tukanyamaza, kwa sababu tukijua kwamba haya mambo tukiyashikiria hapatokaa salama nchini kwetu, tukaamua kutulizana, kadhalika na kuwatuliza Waislamu. Ndugu zangu, Waislamu, fanduru kaifa karana Allah neemataini tazameni, namna Allah subhanahu wa taala alivyozifanya pamoja neema mbili azimatain tukufu, atama min aljui chakula

au amani kadhalika na chakula ndio msingi katika misingi ya utulivu wa mwanadamu, kadhalika na raha yake. Anasema al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema, neema tano, la yaifu qadrahuma, hakuna anayejua thamani yake nafasi yake ila manfakadahuma, isipokuwa yule ambaye aliyekosa neema hizi mbili. Ukikosa neema mbili hizi utajua thamani yake. Akasema al-amnu wal afya, amani kadhalika na afya. Ukiwa na afya huwezi kujua kwamba una, una, una thamani ukiwa una afya huwezi kuona thamani. Watu wangapi ambao hawajui kwamba mimi nina amani na thamani, mimi nina afya na thamani, na kitu tu ambacho ni thamani, watu wengi hawajui. Lakini ukikosa amani utajua. Watu wa Mwanza, baadhi yetu mwajua kile ambacho kilichopita kwa siku mingi tu. Wenye akili wanatambua amani ni nini. Wagonjwa Walijua thamani ya afya, kwa sababu mtu ni mgonjwa, anaendaje hospitali? Hakuna amani. Huo ni mfano tu, amani haijapotea kabisa, ipo. Lakini leo unamsikia askofu anasema dunia inajua kwamba amani haipo, watu wamegawanyika. Umegawanyika wewe na mkeo, lakini sisi tuko na amani, hakuna yegawanyika. Sisi sisi tuko salama kabisa kama wewe na mkeo mmegawanyika ni wewe lakini usikae ukatoa maneno ambayo wa kama vile wapumbavu wa Kenya baadhi yao mwana, kuna baadhi ya wapumbavu wa Kenya wanatia maneno katika nchi yetu, lengo ni kuichafua nchi, lakini ukipatiliza, ni udini. Hii ni shida kubwa sana. Kuna mmoja anamwita mwanasheria wakili mmoja tosi na nane viili alikuwa akimtetea bwana mmoja tundulisu naitwa nani, si yule rais wa mawakili si nani aliongea, <tipu> ujinga <tipu> mmoja mbubu kusi, si yule nilimsikia, alafu anasema hiti maneno kwamba unajua sasa hivi Tanzania watu wanaongelea udini. Ajabu kabisa, udini tukwambia, hebu kuwa basi na adabu. Wajua kwamba nani alianza kuongelea udini? Huu dini mmeanzisha mw, hawa wachungaji wenu no. Hili jambo liko wazi, hakuna asiyekijua.